Kwa hiyo tunasema hivi, hapo umesemaje? Mzee wa B wakileta timu hawana msimamo, yaani na maana watakuwa wamewadanganya mashabiki wao, watakuwa wamewadanganya umma, kwa sababu walisema waleti timu halafu hao wakaleta, lakini wasipoleta timu, basi ujue wanaiogopa Simba Sports Club. kwa hapa tulipofikia tunatakiwa tumalize na, na, na, na, hawa. Kwa hiyo hatuwezi kuondoka na mtu mmoja kwamba yeye akaye ajifikirie kwamba bodi ijiuzuru kwa ajili yake yeye au tufanya hivyo. hivyo vitu Hakuna, sisi tunasema hivi, hili litapigwa hakuna kipengele, watake watacheza, wastake watacheza, hata kwa kuwaletea halua, tutawapa wazile halua na bakora ili waingie kwa Mkapa. Kwa hiyo kama wao wanaona tarehe kumi na tano Juni wakileta timu watakuwa wamejishusha hadhi, basi tunawaambia wasimame na misimamo yao, lakini wajue sisi kama Simba tunapozungumza kwamba uwezi ukachukua ubingwa bila gemu ya tarehe kumi na tano huo ni mpango kazi, unatakiwa ufanyiwe kwa msimu unaokuja tena, utolewe mapendekezo, vilabu, wanasoka, mashabiki, utoe maoni yetu, KFF wachukue maoni, wachakatue, waone kama ikiwezekana, watafute hiyo kampuni ije ikae. Kwa nini wanaogopa Simba Sports Club? Hakujawahi kutengenezwa Simba ambayo imeenda ngadu kwa ngadu na Yanga mpaka zimebaki mechi tatu, bado ubingwa afanyaje, hajulikani mtu kwa nini tunasema mechi zilizobakia ni tatu? Nadhani point ni sabini na mbili kwa sabini na moja. Kwa hiyo Simba hii haijatengenezwa, kwa hiyo wanaona wa madogo janja. Tukienda zizi tarehe kumi na tano tunakwenda kupigwa na ubingwa tunachukua mgongoni mwa Yanga, yaani hizi Simba tunakuwa mabingwa kwa kupitia Yanga Sports Club. Mzee wa B, habari yako kaka? Habari yangu nzuri, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Leo ni Blue Monday, ambayo ilikuwa takatifu na taka katika taka jiji letu la Dar es Salaam, Mungu akatuletea mvua na tumeona kweli leo kumefanyika kikao, lakini kikao kile nadhani bodi ya ligi walikuwa wanataka kuelewa kwamba misimamo ya mashabiki wa Yanga, misimamo ya wazee wa Yanga, je, nyuma yao viongozi wao wanawaunga mkono na kama viongozi wao wanaunga mkono, kwa sababu sisi kama bodi ya ligi tunatakiwa tutoe fitna, tutoe kila kitu kwa ajili ya viongozi, ili tukitoka kutoa jambo basi tusipate lawama kwa mashabiki wala tusipate lawama kwa viongozi. Bahati mbaya au bahati nzuri viongozi wa Yanga wamekea msimamo wao kwamba wao tarehe kumi na tano hawaleti timu. Lakini kama sisi wapenda mpira kama sisi mashabiki tunawaambia ni kwamba mpira ndiyo burudani ya Kitanzania, mpira ndio burudani ya, ya kila sehemu. Kwa hiyo kama wao wanaona tarehe kumi na tano Juni wakileta waki timu watakuwa wamejishusha hadhi, basi tunawaambia wasimame na misimamo yao, lakini wajue sisi kama Simba tunapozungumza kwamba uwezi ukachukua ubingwa bila game ya tarehe 15. Kwa hiyo bodi ya ligi walichokifanya nataka kusema kwamba hata kuwaita wao wenyewe walinani kwa sababu kabla hawajawaita walishajua mitizamo ya nani ya hawa watu. Bodi ya ligi wanatakiwa wawe kama Simba Sports Club. Kwa nini wawe Simba kama kama Simba Sports Club? Simba walitoa barua moja tu wakasema sisi hatuchezi wakatulia. Na bodi ya ligi nao wakao wametoa barua moja tu baru mchezo tarehe 15 Juni, ile itakuwa pale pale, watulie ili tuangalie sasa ifike tarehe 15 Juni, alafu hao wanaosema hawachezi wasilete timu, alafu wao kama bodi ya ligi sasa wachukue nini, wachukue hatua zao. Lakini kwa kitendo hiki walichokifanyia leo, inaonekana kama vile wanafanyaje, wanawalea. Ila sisi tunawaambia bwana nani utopolo, wakileta timu tarehe 15, basi wajue wao hawana misimamo na maneno yao, kama ambavyo walivyoshindwa kufanya misimamo katika kutetea haki za kina Bernard Morrison kutetea haki za kina Kagoma na wakileta timu, wasipoleta timu basi wanatuogopa zizi Simba Sports Club. Kwa hiyo tunasema hivi, hapo umesemaje Mswabi? wakileta timu hawana msimamo yani, na maana watakuwa wamewadanganya mashabiki wao, watakuwa wamewadanganya umma kwa sababu walisema waleti timu, halafu hao wakaleta, lakini wasipoleta timu basi ujue wanaiogopa Simba Sports Club. Kwa nini wanaiogopa Simba Sports Club? Hakujawahi kutengenezwa Simba ambayo imeenda ngadu kwa ngadu na Yanga mpaka zimebaki mechi tatu, bado ubingwa afanyaje hajulikani mtu. Kwa nini tunasema mechi zilizobakia ni tatu? nadhani point ni sabina mbili kwa sabina moja. kwa sabina hiyo Simba hiyo haijatengenezwa. Kwa hiyo wanaona wa madogo janja, tukienda zizi tarehe kumi na tano tunakwenda kupigwa na ubingwa tunachukua mgongoni mwa Yanga. Yani hizi Simba tunakuwa mabingwa wa kupitia Yanga Sports Club. Kwa hali hiyo sasa, ndio maana wanaona washikie hapa tusifanyaje usipeleke timu, liwalo na liwe. Sasa bodi ya ligi, ili kutoa fundisho kwa Mtibwa, ili kutoa fundisho kwa Ruvu Shooting, ili kutoa fundisho kwa hata hao Simba wenyewe wanatakiwa hawa Yanga tarehe kumi na tano wasipoleta timu waangalie kanuni inasemaje, basi waondoke na kanuni. Alafu hao Yanga wasikie wale wazee walivyozungumza, wanategemea sehemu gani watavunja ligi kwa kutumia kanuni? Watavunja ligi wao kama wao au watavunja ligi kwa kutumia kitendo gani? Hapa tunatakiwa safari hii ishirini ishirini na tano, hakuna tena masuala ya busara, hakuna tena masuala ya kubembelezana. Hapa tuangalie kanuni na sema nini, tuondoke na nini, ili mpira wetu uendelee, kwa sababu nadhani mwezi wa kumi tu kama sio mwezi wa tisa mwaka huu tuna mashindano makubwa yanakuja hapa ta Afrika yanakuja hapa Tanzania, mashindano makubwa yanataka kuja hapa Tanzania. Tunapeleka wapi chama cha soka? Kwani mwezi wa nane itakuwa chani, chani. Tunapeleka wapi chama cha soka? Tunapeleka wapi bodi ya ligi? Bodi ya ligi ndiyo baba wewe ndiyo na kila kitu. Kwa hiyo unapofanya maamuzi yako, fanya maamuzi kwa watu wote, usifanye maamuzi kwa watu watatu au watu wawili. Fanya watu wetu timu ziko timu thelathini na mbili katika timu thelathini na mbili zote zinaelewa na bodi ya ligi. Kwa hiyo all of all, hii ni wiki ya kuelekea tarehe kumi na tano na mbivu na mbichi zitajulikana tarehe kumi na tano. Tunawaambia tukutane kwa Mkapa, watoe tiketi wasitoe tiketi, tunazo tiketi zetu za tarehe nane, hizo hizo ndio tunaingia nazo pale. Uh, watani zako wanasema ya kwamba wanachohitaji ni matakwa yao yatimizwe, yatakapotimizwa watakuwa tayari kushiriki mchezo huo. Miongoni mwa wanachohitaji ni kuona kwamba Eh, baadhi ya viongozi ama ile bodi ya ligi ambayo ipo mpaka sasa ikijiuzulu, lakini pia wakitaka bodi ya ligi iwe inajitegemea kwa maana, ikiwa ni chombo huru ambacho hakihusiani na TFF. Unadhani hili linawezekana kwa kipindi hiki ambacho tumebakiza mechi tate mechi chache kwenye msimamo wa ligi kabla ya kumalizika kwa msimu husika elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano madai ya Yanga kimpira kwamba anaonekana yako vizuri kwamba bodi ya ligi iwe inajitegemea peke yake. Kwa nini iwe inajitegemea peke yake? Kwa sababu tumeona Uingereza, tumeona Hispaini, tumeona Ufaransa, vitu vinayosimamia soka, yani bodi kama bodi inajitegemea. Lakini je, haya madai ndio wameona baada ya tarehe nane? Je, haya madai wakati wanafunga magoli ya mkono walikuwa wajayaona? Je, haya madai wakati wana nani walikuwa wajayaona? Kwa hiyo haya madai anatakiwa msimu uishe tutoe pendekezo kwa bodi ya ligi msimu unaokuja tunahitaji ligi iendeshwe kwa moja mbili tatu. Kwa hapa tulipofikia, tunatakiwa tumalize na na hawa hawa. Kwa hiyo hatuwezi kuondoka na mtu mmoja kwamba yeye akaye ajifikirie kwamba bodi ijiuzulu kwa ajili yake yeye, au tufanye hivyo hivyo vitu. Hakuna, huo ni mpango kazi unatakiwa ufanyiwe kwa msimu unaokuja tena, utolewe mapendekezo vilabu, wanasoka, mashabiki utoe maoni yetu kefuefu, wachukue maoni waachakatue waone kama ikiwezekana, watafute hiyo kampuni ije ikae. Lakini kwa sasa hivi haiwezi mtu akajiuzuru kwa kauli ya mtu mmoja tu, kwa sababu structure ya bodi ya ligi kama tunavyojua, tumetengeneza wenyewe, kwa sababu ni viongozi wetu wa vilabu ndio wanaunda nini, hii bodi ya ligi. Sasa wakijiuzuru sasa hivi, ina maana hao kina injinia, hao kina mangungu watakuwa sio wenyekiti tena wa bodi, sio wajumbe so wa bodi ya ligi, tuweke watu wengine. Kwa hiyo hapa inaonekana kwamba hawa hawana mashiko. Alafu sababu zilizotolewa na bodi na bodi ya ligi kuhusu kuahirishwa game sio lazima ziwafurahishe wao au sio lazima zimnofeshe Simba. Wao bodi ya ligi wameona hizo ndio sababu zao. Kwa hiyo walichotakiwa wao, walishatuambia sisi tunatengeneza timu. Walishatuambia sisi tuna timu mbovu. Kwa hiyo walitakiwa tu waingize timu ili waifunge timu mbovu. Hivi mimi nikuulize mwandishi, tarehe nane ya mwezi wa tatu Yanga angekuwa anacheza na JKT Tanzania. Alafu, JKT Tanzania tarehe saba akaenda pale ili afanye mazoezi, kweli? Yanga angemzuia JKT asifanye mazoezi? Je, Yanga angecheza na JKT? Tarehe saba JKT anaenda ili acheze mazoezi kwa siku pia akacheze mechi. Je, Yanga angetoa wale watu akamzuia JKT ili asifanye mazoezi? Hilo wanafahamu wenyewe. Kwa nini mechi zote hawatoi watu akawazuia? Wanakwenda kwenye mechi ile tu wanazuia, wanawazuia watu afanye mazoezi Waliona kitu gani? Kwa hiyo Yanga ana kitu alichozoea kwamba anafanya hivi, faini ikiwa hivi nalipa hivi, mi naendelea. Sasa dawa ya kusudi ni jeuri. Je, bodi ya ligi waliwafanyia jeuri? Nzuri kabisa Yanga na yule mchezaji wenyewe kupiga kuahirisha. Kwa hiyo ndio kinachotakiwa hapa, watu wajifundishe kwamba kanuni zifate, sheria zifate ili mpira uchezwe. Kuelekea Juni kumi na tano si hatuna wasi, nadhani kikosi chetu kiko kambini na tunafanya matayarisho ya mechi zetu tatu. Tuna mechi tarehe kumi na tano, nadhani tuna mechi tarehe kumi na nane na tunamalizia tarehe ishirini na mbili Wana Simba, usiwe na wasi, hiki kikosi chetu ndio kikosi bora katika Afrika Mashariki na kati nzima mpaka Tanzania, kwa sababu sisi tunavyoiona Simba sasa hivi, kila kwenye namba inatupa kitu. Ukiangalia katika man of the mechi, Simba imechukua wachezaji wengi sana. Ukiangalia katika nani kocha bora wa mwezi, Simba Fadlu amechukua katika sehemu nyingi sana. Ukiangalia katika uchezaji timu yetu tumefika mpaka finali apa, badu, yapa, na hapa bado hapo, tuko nafasi ya pili katika nafasi ya pili hiyo, sio kama tumeipata hivi hivi tu. Msimu ulioisha tulikuwa nafasi ya tatu kwa magoli, msimu huu tumekaa nafasi ya pili. Kwa hiyo kikosi tunacho, tunachotakiwa ni kufanya maboresho madogo madogo tu, tuachie viongozi. Sisi mashabiki kazi yetu ni moja tu, kuipambania Simba sehemu yoyote kwenye media nje ya media kwenye vijiwe na sehemu yoyote. Kwa hiyo kila mwana simba sasa hivi ajiandae kwa ajili ya tarehe kumi na tano. Sisi tunasema hivi hili litapigwa hakuna kipengele, watake watacheza, wastake watacheza, hata kwa kuwaletea alua, tutawapa wazile alua na bakora ili waingie kwa Mkapa. Nimekushukuru sana asante sana.